Alright, alright. Karibu tena kwenye The Skankara Podcast na Breton Davis na leo nina baraka kubwa sana ya kuwa hapa kuongea na nyinyi kwa sababu nina kitu cha muhimu sana ambacho naistahili kukiongea. Maanake nimekuwa ninawiwa sana kuongea jambo hili. Japo sijaliongea, but leo nataka niliwape libichi kama lilivyo ili mdinywe. Sijui ni kwa sababu gani kuna wimbi kubwa sana la watu kujinenea vibaya. Sitaki si, kujua kwamba watu hawajui nguvu za maneno mpaka leo. Yani, kuna mtu hajui nguvu ya maneno mpaka leo. Chochote unachokiongea kinamata sana, sana, sana, sana. Sasa nataka unisikilize kwa makini. Kwenye jamii ambazo tuko nazo sasa hivi, hapa kwenye jamii yetu, nchi yetu Tanzania, wapi bado watu wana imani fulani hivi nzito za kuelewa mambo haraka haraka Okay? Na kwenye kutokuelewa mambo haraka haraka watu wanakuwa wanaongea mambo magumu sana. Unaweza ukamsikiliza mtu anavyojinenea mpaka wewe ukaogopa. Sawa eh? Tuanze na mfano halisi, mfano hai, okay? Watu kwenye jamii zetu unaweza kupishana na mtu labda amekosea kufanya kitu fulani, yeye mwenyewe amekosea. Labda kukosea ni pati ya kujifunza. Lakini kwa sababu kakosea, anaanza kujilaumu, like hapa nikitakuwa nifanye hivi na hivi, na hivi, na hivi. Sasa unakuta haishi kujilaumu, anaongezea na maneno fulani magumu, labda unasikia mtu anajitukana kabisa. ah, mimi sijui ni kitu fulani kabisa. Hao watu tunawaona kwenye jamii zetu, wametuzunguka kila mahali. Despite ya mambo kama hayo, kuna kujilaumu na kulalamikia watu wengine sana, like wewe una changamoto fulani, unaipitia, unaona mzigo mzito, huupeleke labda kulaumu familia, kulaumu wazazi, labda hawakunifanyia kitu fulani, hiyo familia imelogwa, hiyo familia ina ina sijui mizindiko, hiyo familia ah, sijui na nini, sisi hatutaka tufanikiwe. sasa mimi naweza kaa namsikiliza mtu wa design hiyo, najiuliza huyu mtu hajui impact ya maneno ambayo anayaongea. Yani ni kwamba kweli, unaweza ukajitukana, unaweza ukajidharau, unaweza ukajinyongonyesha usijue ni impact gani unajiletea mpaka sasa hivi kwenye maisha yako. Nataka niwape real mfano, hii inaitwa real mfano. Wakati mimi nakuwa, kuna mtu wangu sana wa karibu, sawa, alikuwa anapenda kusema hana hela. Yani hata kama hata kama kafanya kazi jana na no, unahakika jana alienda kufanya kazi, leo atawambia hana hela, hajawahi kuwa na hela, yani hajawahi kuwa na hela Kazi anafanya ila hajai kuwa na hela. Ukimwomba tu hela, sababu ni nyingi sana, sina hela, sina hela, sina hela, sina hela. Nataka niwahakikishie kwamba mpaka leo hana hela, yani kuanzia mimi nikiwa mdogo na niko primary kule tunasoma mpaka leo bado hana hela. Hiyo ni nguvu ya maneno. Kila mtu sasa hivi anatakiwa ajue impact ya maneno anayozungumza, alafu kuna uzito sana kwenye maneno, japo watu wanachukulia hili swala simple lakini maneno unayojinenea yanamata sana yanamata sana na yanaweza akakuamulia future pia vile vile. Okay, kama kuna maneno fulani huwa unajiongelea ukiamka asubuhi, eh, una mwili fulani umenenepa labda, huupendi wo mwili, unamka asubuhi, wakati unatoka labda kwenda kwenye mishemishe zako, labda ukapita mbele ya kioo eh, ukajiona, ah, yule ni mimi ah, sijui nipoje, sijui nini, unaanza kujidharau, unaanza kujinenea maneno mabaya, nipo kama kiroba, nipo sijui kama nini. Trust me, trust me, hayo maneno yanaumba, mwisho wa siku utafanana na kiroba, na mwisho wa siku hautakuwa yule mtu unayemtaka wewe, okay. Sasa kwa nini mtu unaamka, unaanza kujinenea mabaya? Kwa nini mtu unapitia changamoto fulani, unalalamikia una watu kwa maneno mabaya. Kwa nini unaongelea watu maneno mabaya? Wewe unaweza ukabishana na mtu Usipishane na mtu, kuna watu wana watoto wao. Unasikia mtu anamwita mtoto wake wembwa, nitakupiga kupiga sijui nini nini. Unajiuliza impact. Impact. Unamwita mwanao mbwa, unamwita mwanao sijui nini nini. Watu wanaita watoto wao majina ya ovyo ovyo sana. Yani like mtoto tu ukakosea kitu kidogo, mama anawaka. Waswahili eh? Yani Waswahili tuna tabu sana yani, Waswahili tuna tabu sana. Jamani, kila mtu ajifunze kupik maneno anayoyaongea na especially maneno unayojiongelea wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? maneno unayojiongelea wewe mwenyewe yana stick kwenye mindset eh. kuna kuna maneno unavyo yaishi yana yana Yana attract, energy, yana attract na yana attract na yanaanza kuishi kwenye mfumo wako wa ufahamu na ubongo ulivyokuwa. Ubongo ni kitu cha ajabu, hakijui kama kinadanganywa, hakijui kama hichi kitu ni cha ukweli. Ukiwaambia ubongo wako ah, mimi ni mbaya, ubongo unashika, una yale maneno vile vile, hataki kuchambua, mbona wewe sio mbaya. Yani ubongo hautaki kuanza kuchambua wewe unachokiambia, unaichukua kama kilivyo, na unaanza kukiinterpret kama kilivyo, na mwisho wa siku ubongo unakupa energy ile unayoingiza. Ukisema mimi ni mbaya, automatic ubongo utakutransform wewe, utaanza kuishi kuwa mbaya, utakuwa tu mbaya automatic, ubongo wako unaamini wewe ni mbaya tayari. So kwa nini usijiongelee maneno yenye nguvu hmm? Kwa nini usijipe motivation? Kwa nini wewe mwenyewe usijikubali? Kwa nini usijiongelee maneno ya kubariki eh? Ukiamka asubuhi, ukijipita mbele ya kioo, ukijiona, namshukuru na Mungu labda kwa jinsi nilivyo, ila kama spendi chikitambi nitakitoa kwa upendo tu, kama hivyo upendo, yani utakuondolea shida nyingi sana. Watu wengi wapo kwenye shida, shida nyingi bila kujua, kutokana tu na maneno. Mfano nilioa hapa, mtu anasema sina hela. Si mimi kwanza nilikuwa mdogo mpaka hapa hajaikuwa na hela Jiulize eh, ni kwa namna gani amejipa maisha magumu hapa duniani? Kisa tu mdomo na maneno, kwa sababu ameongea sana hilo neno, yani ameliongea sana kiasi kwamba ubongo wake ulishajua kabisa mimi sina hela. Na ukishakuwa hauna hela ni uwezo ukapata hela, unapataje hela? Sasa na hauna hela, wewe mwenyewe unaamini sina hela, kila mtu akikugusa sina hela, sina hela. It's not about hela tu, mambo ni mengi. Kila mtu anajua anachokiongeaga. Mimi ninachotaka kukisema leo kwa sababu nimejaribu sana kukakaa na hili jambo lakini nakuwa na nawiwa sana kuliongea. Naona kama kuna wimbi kubwa sana la watu wengi huku nje hawajui impact ya maneno anayoyaongea, hawajui ni nini wanachokimaanisha, hawajui ni spirit gani wanazozikaribisha kwenye kwenye miili yao, hawajui ni tabia gani wanaziadapt kutokana na maneno. Unaambiwa, kama unataka kuwa bosi, kama unataka kuwa na maisha fulani, yaishi yale maisha, ongea kama yule mtu unayetaka kuwa tembea kama yule mtu unayetaka unayetaka uwe wewe, okay. Fanya vitu ambavyo ni vidogo vidogo, eh? maneno madogo madogo jiongee, ukiongea, ongea kama yule mtu unayetaka kuwa okay? fanya vile vitu vya mtu ambaye unatamani baadaye uwe. Sasa sasa hivi uwe kila siku unasema mimi nina ndoto ya kuja kuwa labda tajiri, lakini hiyo unaongea tu accidentally maisha yako asilimia tisini maneno yote unayoyaongea ni ya kujishusha na ya kujinyongonyesha na ya kutokujikubali, yani aro zako zote zinaenda hivi, aro zako zote zinaenda hivi. Sasa energy unayo ya attract ndo ile energy ya hivi hivi. Kama unaongea maneno ya hivi, energy unayo attract, watu unao attract, angalia hata watu wanaokuzunguka ni sampuli hiyo hiyo. Kama ni mtu wa kulalamika, angalia sampuli ya watu ambao wanakuzunguka ni watu hawa wa, wa malalamishi, yani hawajui kushukuru hawajui nini ni babababa ba, ba, ba, kukikucha ni bwabwabwabwa, wakikatiza ni bwabwabwabwa. Hizo ni energy, umeziruhusu wewe mwenyewe na akili zako zote timamu. Sasa nataka nikuambie leo, ukibahatika kuona hii video hii leo, haujabahatika kwa bahati mbaya. Hii video ni ni maalum sana kwako. Kuna nguvu kubwa sana ya maneno. Jifunze kujitamkia maneno yenye nguvu, jifunze kujitamkia maneno yanayokupa afya, jifunze kutamka maneno yanayokupa furaha, jifunze kutamka maneno yanayorudisha upendo na amani kwenye jamii. Eh, wewe na ndugu zako muongee. Kisa ni nini? Ni nini maneno? Huyu anasema alikusikia ukisema hichi, sijui sehemu gani, sijui nilimwita mwenzangu mchawi yuko sijui, sasa hivi atuelewani, sijui kimepanda kimeshuka, huyu sijui kimefanyaje. Jifunze kuongea maneno ya kubariki yaani ni kitu ambacho kitakusaidia sana unaweza kuona mtu mbona huyu mtu nikimwangalia namuona labda kama tajiri lakini hana hela yani in, in reality kuna mtu hata ah, eh, yani ukipita baba, ya mtu anaweza akaa nahisi labda huyu eh, mtu amejipata unajua zile lakini we binafsi unajua tu kabisa ah, mimi hamna shida inakuwa ni nini shida ni wewe Eh, mtu wa design hiyo ambaye unasikia watu wanasema labda ana hela, kumbe ana hela au nini nini. Ameshaamua maisha fulani, kuna energy anaziruhusu kwenye mwili wake, kuna energy anaziruhusu kuzisikia, kuna watu wamejizungusha nao karibu eh. watu wanaongea positive, watu wanaongea maendeleo, watu wanaongea mamilioni eh. watu wanaongea uongozi, watu wanaongea nguvu, mtu anaongea command, yani mtu ana sauti yake ina mamlaka. Jifunze kutumia mamlaka ya sauti. Maneno yanaumba sana. Jifunze kuchagua maneno, kuwa selective, pick maneno ya kuongea, sio kila neno tu bla bla bla. Unamuita mwanao mbwa, kesho akianza kubweka hapo sijui utasema nini. Chagua maneno ya kuongea, sio kujiongelea wewe mwenyewe tu, kuongelea rafiki zako. Usimwongelee mtu vibaya, kwa nini unamwongelea mtu vibaya? Eh? We kama yako amekushinda tulia. Tulia, usiwe mchawi kwenye maisha ya mtu mwingine kwa kumwongelea maneno mabaya. Ah, hii familia yote imelogwa wote nyinyi mmelogwa. Kama ulilogwa, ulilogwa wewe, na, na, na, na, wewe na, na labda familia yako. Kaa kwa kutulia, acha watu wengine wapumue eh? Chagua maneno ya kuongea wewe mwenyewe usijinyong'onyeshe, eh? Hata kama unaumwa. Unaweza kujitibu kwa kujipa energy kwamba mimi jamani nitapona. Mimi nina imani nitapona. Unaambiwa imani nitapona. Inaweza kamisha milima eh? Sisi wa Kristo tunalijua hili jambo, tushasoma soma kwenye vitabu vya ya Mungu Biblia. Eh, imani ni kama chembe ya haradali inaweza kamisha mlima, unaweza kuitoa mlima Kilimanjaro kamisha ukaupeleka taa Kigoma huko, unaelewa eh? Ni nini ile imani yako, unachokiamini ukikiongea kina stick hapa, akili yako inaamua ah, kumbe Brayo anajiona yeye ni boss

ambazo ninatembea hivi nanukia, eh natembea hivi najiamini, natembea hivi nasalimia watu kwa amani, na natembea nasalimia watu, nawaambia watu maneno yenye nguvu. Niko hapa sasa hivi nakwambia maneno yenye nguvu, akili yangu inaona ah, huyu mnyamwezi sio mtu wa kawaida. Unaona inajua kabisa huyu mtu ni wa sampuli hii, akili yangu inaona Brayoo sio mtu wa kawaida eh. Na wewe yani, ongea maneno mpaka akili yako iseme kwamba huyu mnyamwezi sio mtu wa kawaida jikubali mtu ah, so eh? Yani, so watu wote unaona ni wakubwa we, walikuwa watu fulani wanatisha. Siku hizi mnawaeka mna kwenye wallpaper vyumbani kwenu kina Tupac, kina nani, kina nani au kina Diamond, mnawaona akili zao ziko akili za kawaida. Akili zao ziko akili za kujinyongonyesha. Ukishakuwa na kile kujinyongonyesha cha kwanza, huwezi hata kwenda kufanya kile kitu ambacho ulikuwa unataka ukakifanya, hauwezi ukaishi maisha yako to the fullest. Wewe mwenyewe ujikubali, nani atakukubali kama wewe mwenyewe eh Unajinenea, unaji maneno mabaya nafsi yako yenyewe, haishirikiani na wewe. We unaongea hivi, nafsi yako iko kule. Nafsi najua wewe we, bwana we ni maskini, kisa nini? Wewe mwenyewe ulikuwa unaiambia akili yako, mimi ni maskini, mimi ni maskini. Nataka niwaambie, ukimkuta mtu yoyote anajiongelea ubaya, ukimkuta mtu anamwongelea mwanaye ubaya, ukimkuta mtu anamwongelea mtu mwingine ubaya, cha kwanza huyu mtu ni mshamba, yani ni mshamba na ni mshamba, na mfundishe Ukipata bahati ya kuangalia video hii ukikutana na mtu mwingine yeyote huko barabarani anajiongelea vibaya, mwambie ndugu yangu hayo maisha unayoharibu ni ya kwako, umwaribi hmm? mtu. Umwaribi mtu, mtu, unavyojiongelea ubaya eh? unajaribia wewe na kizazi chako watoto wako watakuja kuona, ah, mama naye mule, mule tu unajua zile baba naye mule, mule tu usitake maisha design hiyo so ushauri wangu wa bure leo, na ninaongea jambo hili kutoka moyoni. Yani mnaniona ninavyoongea navyoongea, yaani naongea leo kutoka moyoni kabisa. Jipende, jithamini, jiheshimu, chagua maneno mazuri ya kujiongelea, chagua maneno yenye energy, jiite mfalme. Ukitembea jioni kama mfalme eh. ukila kula kama mfalme, ukila kula kama queen, eh? Kula kwa furaha, enjoy, ongea kwa furaha. Hata kama huna matumaini yalete matumaini kwa lazima, kwamba bana, mimi hapa nitavuka. Sasa hivi niko kwenye wakati mgumu, lakini nitavuka, nina uhakika hapa ninatoka, nina uhakika mimi sio maskini, nina uhakika. Jipe maneno mazuri, jipe maneno ya kujipa courage. Unavyojipa courage ndo unaanza kuadapt, unaanza kuishi kama yule mtu ambaye unamwongea uko unajiona, eh? wewe ni tajiri utaanza kuwa tajiri, unaanza kuwa tajiri. Unashangaa matajiri wanakuja karibu na wewe, ah, vipi mdogo wetu eh, kuna mchongo hapa. Unashangaa unapata connection kwa watu ambao hukutarajia. Unaweza ukawa unajiona mtu wa kawaida eh, lakini ukashangaa unapata connection, unaunganika na watu wenye nguvu au ah, watu wakubwa ambao mkiwaona yani mnatamani kulala chini wapite juu ya migongo yenu eh, unajikuta ndio watu wako. Eh, mdogo wangu, vipi, mbona umezubazuba eh? Njo hapa, eh, eh, fanya hivi fanya hivi. Unajikuta ndo watu nao adapt, ndo watu wanaokuzunguka yani. Sijui kama yeye mnaipata, sijui kama mnaipata hili ninachokiongea. Nataka kila mtu kila mtu ajue nguvu ya maneno anayoyatoa, usiongeongee tu, usiongee na kitu kingine. Cha kujazia ni kwamba usimwongelee mtu ubaya, kama kuna kitu kinaishi ndani ya mioyo ya watu kwenye maisha ya watu, ni maneno unayoongea mnaweza wata ukaona umgombana na mtu kuna neno tu ukalisema hilo neno likaharibu undugu, au hata kama baadaye undugu utarudi, lakini kile kitu kitabaki mwaoni, kwamba huyu mtu alishai kuniambia kitu fulani, unajua zile. So sasa hivi ni muda wa kurekebisha, ni muda wa kurekebisha kama unahisi kuna sehemu yote uliharibu, kama unahisi kuna mtu yote ulimkwaza kwa maneno, kwa manini omba msamaha, jisamee wewe mwenyewe, omba toba kwa Mungu wako sasa hivi eh, kwamba Bwana Mwenyezi Mungu, mimi ni kijana wako, nimesha jidharau sana sana sana, ulinipa uwezo, ulinipa nguvu ya kufanya kazi ya kupambana, lakini najinyong'onyesha eh, najidharau mimi mwenyewe a, sijikubali. Kuanzia leo Mwenyezi Mungu, ninaomba toba ninaomba toba ya toba, maneno yote machafu ambayo nilikuwa najisemea, maneno ya, ya kujinyongonyesha maneno ya dharau, naomba mwanzo mpya, na wakitoka hapo, kuwa na mentality ya mamba, kuwa na mentality ya simba, ya ushindi, kuwa na mentality ya the conquer, yani usikubali kuwa mnyonge tena. I hope mmenielewa, i hope mmenielewa. Nimeongea vizuri sana, i hope mmenielewa and i hope kila mtu atalifanyia kazi, kama kweli una taka kubadilisha maisha yako. Pick words. Usiongee kila kitu, usiongee kila kitu, usifikirie kila kitu. Kama unataka kubadilisha maisha yako, kama unataka kuwa na sampuli fulani ya maisha Pick words. Ongea unachokitaka kuwa, okay, ongea unachokitaka kuwa. Yaani, kwa ustaarabu kabisa, hii inaiwasilisha kwenu. Ukitoka hapa nataka na wewe ukamwambie ndugu zako jamaa zako familia yako. Kama kuna ndugu yako huko anaongeaga maneno mabaya mwambie tu, ndugu yangu, au maneno mabaya sasa hivi usia link na mimi, kama uwezi kunyamaza usia link na mimi, bla bla bla zako, afu mwisho wake uwe hapa. Yani mwisho wake uwe hapa, mweke mpaka, usia link na mimi, achana na maisha yangu, weka mbali na maisha yangu. Sijui kama unanielewa kwa yote unayenifuatilia mimi, najua mtu mpaka sasa hivi unanisikiliza, mpaka sasa hivi unanielewa, fanya ninachokwambia, share video kwa marafiki zako, kila mtu ajue nguvu ya maneno, nguvu ya maneno, nguvu ya maneno. Maneno yana nguvu. Sitaki kuongea sana jamani, hichi e, e, kitu ni kizito sana kimenigusa sana. Sitaki kuongea sana jamani, maneno yana nguvu. Big words usiongee kila kitu. Shout out to everybody. Shout out to everybody ambaye amenisikiliza mpaka sasa hivi mzee, mimi na waheshimu na ninawakubali na sana mwanangu, one love, big up, endelea kufuatilia. Sasa hivi tuko kwenye The Skankara Podcast, tumeshifti kutoka maisha mapya, tuko kwenye The Skankara Podcast. The Skankara Podcast ni jukwaa la vijana, ni jukwaa la wazee, la wa baba, la wamama, la wababu. Kila mtu ana haki ya kujifunza kutoka kwenye The Skankara Podcast, kila mtu ana haki ya kuchangia, kila mtu ana haki ya kusema ni nini kinatakiwa kiendelee kila mtu anastahili maisha mazuri. Hakuna mtu ameumbiwa shida, hakuna mtu ameumbiwa matatizo. Matatizo sio sio fahari. Usijione kama uko kwenye matatizo kwa ni ufahari. Eh, nitatoka siku moja, nitatoka. Matatizo sio fahari. Kwa hiyo kila mtu ajitahidi kwa nguvu abadilishe maisha yake kwa nguvu, kwa kujinenea mazuri, kwa kubadilisha mentality. Mentality ndio kitu kinachoturudisha sana nyuma so, tuendelee kuwa pamoja, tutakutana tena kwenye episodi inayofuata, okay? Hii ni nzito.